Uh, kwa majina mimi naitwa Fareed Kubanda lakini wengi mnanifahamu kwa jina la Fid Q jasiri tajiri wa mashahiri. Katika historia, uh, yangu ni kwamba mimi nilitambulishwa kwenye game na kibao changu kinaitwa eh, Huyu na yule, ikanibadilishia mtazamo ikanitoa chini na, ku, na, kuni, na kunifanya niwe mimi huyu wa leo Eh, kwa kunipa shows mbalimbali na vitu kama hivyo uh, sasa tunapokuwa tunazungumzia shows ni kwamba hiyo experience ninayo tangu mwaka elfu mbili. Eh, ya kufanya shows mbalimbali na vitu kama hivyo na nafahamika kwa kwa wahudhuriaji wa matamasha kwamba pengine naweza kaa ndo mkali pekee wa masuala ya utumbuizaji au burudani hadhara, kwa hiyo nisingependa kudual sana kwenye kujimwagia misifa kwamba mimi naweza nikafanya nini, lakini nafikiri um, wananchi wanafahamu shughuli yangu, niwafahamishe tu kwamba kutoka katika uvungu wa moyo wangu nimefurahi kupata hii nafasi eh, ya, ku, ya, ya, kuheshimishwa kwa kupitia Bongo Fleva Honors. Um, tarehe mbili ndio tarehe ya tukio. Mimi nimejipanga nitawarudisha watu kwanza katika albamu yangu ya kwanza ambayo ni Vina mwanzo kati na mwisho, albamu yangu ya pili ambayo ni Propaganda paka ya tatu ambayo ni Kitaa Olojia, lakini habari njema nilizo nazo na albamu ya nne, kabla ya nne nina EP inaitwa Kitari kwa hiyo kutakuwa kuna mangoma ya kitaa rejects pia ambao nitayaonyesha hapa kwa sababu hapa nimeambiwa kwamba nimepewa masaa matatu ya kufanya vitu vyangu. shows kibao ambazo mnazijua kusema na fikia za nusu saa hadi saa moja. Nimepewa masaa matatu na nina mpango wa kuyatumia ipasavyo. Kwa hiyo kutakuwa kuna exclusives nyingi, itakuwepo mimi, itakuwepo na washikaji zangu ambao ni wasanii, e, na wengine ambao sio wasanii, ili kuhakikisha tu kwamba mnapata experience ya tofauti. Nachotaka kuambia tu ni kitu kimoja zimefanyika nyingi hizi lakini hii itakuwa ya tofauti sana. mikono salama, vijana wanafanya vizuri uh, ni jambo zuri uh, kitu pekee ambacho naweza kufahamisha kuhusiana na kazi zangu ambazo zipo kwenye stock ni kwamba zinakuja kubadilisha game kwa ujumla. Tena bado na nafasi kubwa tu na kubadilisha game, bado na nafasi kubwa ya kuweza kuhamasisha vijana kuendelea kufanya hii kitu uh, ndio maana nikasema hapo awali kwamba nitawarudisha kuanzia albamu yangu ya kwanza ambayo inaitwa Vina mwanzo kati na mwisho, ya pili hapo inaitwa Propaganda, na tatu ambayo inaitwa Kitaolojia. Kwamba kuna uwezekano nikawaonjesha vivyo katika album ya nne au kwenye EP yangu ambayo inaitwa Kita Rejects. Kumbuka, album ya nne sijataja jina kwa sababu maalum za kiofisi, kwa sababu mpaka sasa hizo uongozi wa chosdao haujaongea na dewa kwa namna zote, tukaongelea ile swala au la. Kwa hiyo kuna Kita Rejects ambayo inafuatia baada ya Kitaolojia eh, katika mwendelezo wa shughuli yetu. Eh, shughuli iliyokuwa mezani ni Bongo Fleva Honors ambayo wadau wanaoifuatilia eh, wanaelewa mpaka sasa hivi ni kitu gani. Bongo Fleva Honors ni jukwaa maalum tulilolianzisha miaka mitatu iliyopita kwa ajili ya moja, kuwaheshimisha na kutambua mchango wa wakongwe wa waliochonga njia eh, kwenye mziki huu wa Bongo Fleva na utamaduni wake Ee, ambao wamechonga barabara. Kwa hiyo tumeanzisha platform hii ya Bongo Fleva Honors kwa ajili ya kuwaheshimisha na kuwatambua, lakini pili, Bongo Fleva Honors ni maalum kwa ajili ya mashabiki, hususan wale watu tunawaita mashabiki wa Golden Era, mashabiki wa kitambo, wale ambao walikuwa maisha yao e, walikuwa wakati Bongo Fleva music nayo inaanza na kukua e, walilalamika sana kukosa sehemu ya burudani kwa hiyo kwa sababu yao pia tukaona tuanzishe platform e, ya Bongo Fleva Honors ambayo tulianza miaka mitatu iliyopita Upanga season 1 baadaye season 2 eh, tukahamia eh, warehouse. warehouse Masaki ambako tulifanya kwa mafanikio sana ya kukua, lakini kama tulivyowaambia kwamba Bongo Fleva Honors itaendelea kujitafuta ili kufika standard tunazozitaka E, za kimataifa basi, katika kuzitafuta hizo standard pia tumejikuta tuko hapa kwenye ukumbi mpya wa The Cask by the beach e, na msanii wetu ambaye tutakuwa naye katika mwezi katika e, season hii ni Fid Q mkongwe kabisa. Hakuna mtu ambaye hajui mchango wa Fareed Kubanda aka Fid Q kwenye uanzishwaji, ukuaji, hususan ukuaji eh, na maendeleo ya mziki wa Bongo Fleva na utamaduni wake. Ni katika wasanii wa kwanza kabisa waliokuwa hit nationally, lakini ni katika wasanii wa kwanza kabisa kutoa mziki wa Tanzania kimataifa kwa kupiga show sehemu mbalimbali Afrika na hususani Europe. Kwa hiyo ni mtu ambaye anastahili kabisa. E, kupanda kwenye hili jukwaa. Katalogi yake ni katika katalogi kubwa kabisa za standardi ya msanii ambaye anatakiwa kupewa heshima ambayo anaenda kupewa Fid Q, na concert yake itakuwa hapa The Cask siku ya Ijumaa tarehe mbili mwezi wa tano. Actually, kuna nilisikia sikia ilikuwa inatakiwa ifanyike tarehe ishirini na tano lakini eh, kuna program anaenda kufanya Europe kidogo, kwa hiyo tutaenda kuipeleka wiki moja mbele tuwafanya tarehe mbili mwezi wa tano hapa The Cask.